Afya yetu sisi sote tuko na afya, tuko sawa na hatuko sawa. So napozungumza nakuja kukutia moyo wewe, labda umepitia changamoto hii na ile, ni kuonyesha kwamba kuna maisha, hata kama unaona uh, kama haiko sawa na haiko sawa, Mungu atawezesha kuwa sawa, kwa maana Yesu kumbuka kuna yule alikufa kwa ajili yako, maisha yako ikaweze kung'aa. It's okay not to be okay, and uh, my teaching today itatoka sana kwa kitabu inaitwa Proverbs chapter 4, tutaanza hapo tano tuende mpaka tisa. Tutaangalia kitabu kingine naitangwa Ecclesiastics 9:17 to 18 na Proverbs 4 inatuambia hivi mtazamaji, njipatie hekima, jipatie ufahamu, usisahau maneno yangu wala usiache. Hii ni bibilia inatuzungumza, na izungumzi na mimi peke yangu, inakuzungumzia wewe ukiwa nyumbani kwako na kazini kwako, ya kwamba tujipatie hekima, na hii hekima ndio nakuja leo tuweze kujipatia. Vile vile tukaambiwa tujipatie ufahamu. Kuna mambo ujui unapong'ang'ana kuyajua, mtazamaji, inakuwa kwako ni faida, kwa maana unapojua jambo inamaanisha wakati ambapo kutakuja na hitaji ambalo la hitaji ufahamu wa aina hiyo, wewe uko sawa na utaweza kusaidia. Ndipo inatuambia katika mstari wa sita, Proverbs chapter four, verse five, verse six, nasema Usimwache hekima naye atakuweka salama, mpende naye atakulinda. Kwa hivyo hekima, mtazamaji, mahali popote unasikia jambo linafundishwa ambalo linaweza likaongeza maarifa kwako, usiliache, kwa maana maandiko yenyewe inasema tusiwache hekima, kwa maana itatuweka salama. Kwa hivyo kwa wewe kuwa salama, njia moja ya kuwa salama ni kuwa uko na ufahamu na ufahamu aina nyingi. Unaweza kuwa na ufahamu vile ambavyo utalinda familia yako, ufahamu vile ambavyo dawa inatengenezwa, ufahamu vile chakula kinapikwa, ufahamu vile ambavyo matumizi ya kitu hiki na kile kinakuwa kinapaswa kutumiwa. Hizo ni njia nyingi ambazo ni za ufahamu. Na mtazamaji, ukiingia katika uh, tunaambiwa ufahamu, mpende hekima naye atakulinda. Hekima ni nini? Hekima ni kitu muhimu sana katika maisha. Ukitaka kuwa na ulinzi mwema, lazima uwe na hekima, kwa maana mtu ako na hekima si mtu wa kupaya, pa, kupayuka, payuka maneno. Mtu wa hekima ni mtu wa kutafakari na kungoja kabla aongee. Anajua matokeo ya maneno haya, nikiongea itakuwa nini? Anajua matokeo ya mambo haya, nikiongea itakuwa nini? So lazima apime maneno, kwa sababu ana kitu inaitwa hekima. Tukiangalia mstari wa saba inasema, hekima ni bora kuliko vitu vyote kwa vyote. Kwa hiyo njipe hekima eh? Hekima ni bora kuliko vitu zote. Unaweza kuwa uko na mali ya aina nyingi, unaweza kuwa hauna shinda yoyote ya mapato, lakini ukose hekima. Unaambiwa hiyo kama umekosa hata fadhali uwe na hekima ukose vitu zingine. Kwa hiyo njipe hekima hata ikugharimu vyote ulivyo navyo, pata ufahamu. Hiyo ni maandiko inasema. So ukiona mtu analipa fedha nyingi anaenda kusomea jambo fulani, yule mtu ni mtu anajua ni kitu gani anachofanya mimi. Nataka leo nikushauri wewe, ambaye unasikia kuna mahali semina inafundishwa, haujishughulishi, unasikia kuna mahali kuna workshop haujishughulishi, wewe unafanya kujichimbia kaburi mwenyewe katika maisha yako, lakini unapokimbia na kushughulika wewe, unajitengenezea na unajipatia ulinzi wa maisha yako, kwa maana tunaambiwa unaweza kuwa na vitu nyingi, unaweza tumia fedha kununua hekima, kwa maana ni muhimu zaidi. Unaambiwa afadhali uwe nayo ukose kitu kingine. Mstari wa nani? Nasema e, musta, e, he atakukweza mkumbuke, mkumbatie naye atakuheshimu. Hmm? Mustahi naye atakukweza, mkumbatie naye atakuheshimu. Na tisa, atakuvika shada la neema kichwani mwako na kukupa taji ya utukufu usi nao hili, sifa zote unazoweza pata, wale watu wana sifa zaidi duniani na tunaotafuta

Maybe to your church, how to you can run the management. Hizi vitu zote uwezi pata kama ujatafuta hekima, na ndipo leo nimekuja niongee na wewe ambaye umekaa tu, usikae tu hivi. Hekima inahitajika, na ukiipata ifanyishe mazoezi, na ili kaweze kusaidia maisha yako, ikasaidia familia yako, ikasaidia biashara yako, ikasaidia kanisa yako, na maisha itaendelea.